What's up, YouTube? Welcome back, Coach Joram. Sawa, wanaume wengi wanavokutana na hii changamoto, anakuta labda mpenzi wake, mke wake, au mtu fulani anamkosoa mara nyingi, wanafikiri kama, yani, reaction ya kwanza ni, ni kukasirika, wanakasirika, wanachukia, ngine wanaanza kulalamika, wengine wanalaumu kwamba hey, we we we upendi kunisikiliza au upendi nione nikifanikiwa, una wivu na vitu kama hivyo. Lakini kuna siri kwenye kwenye hii mwanamke kukutest, na sio kwa sababu labda hakupendi au kwa sababu labda ana beef na wewe au apendi mafanikio yako. Kuna reason au kuna sababu ya kwa nini mwanamke anakutest anakupima anakutoboa toboa, anataka akupime sasa. So kuna vitu anataka confirm kutokana na na namna, na majibu yako ya test zake ndio yanakuambia au yatamwambia kwamba wewe ni aina gani ya, ya, ya mwanaume. Kwa kwenye hii video nataka nikupe siri wapi so kitu ambacho waga mara nyingi sana na napenda kukizungumzia kwa sababu kiukweli ni siri e, na hii siri ni kwa nini wanawake wanakutest na kipi unapaswa kufanya ikitokea labda amekutest. Kwa ni muhimu kabaki mpaka mwisho wa video, ili uendelea kujifunza vitu vingi zaidi na zaidi kadiri siku zinavyozidi kwenda. Kama ndio first time unajiunga na hii channel, unasikia sauti kwa mara ya kwanza, ndio unaniona, hujawahi kuniona, like comment, subscribe na share na wanao kesi sasa. Unaweza kujiuliza mwanamke anakutest vipi, au anakujaribu vipi? Kwa namna gani unaweza kujua haya ni majaribu, au basi tu huyu mwanamke amekengeuka? Elewe sasa, ku, ku demonstrate hilo swala, hebu ngoja nikupe nikupe story kidogo. Labda let's say ume, ume, umetoka mishemishi, kwa ile umefika kazini, ghafla mambo yakajipo, umepandishwa cheo au kitu kizuri kime happen kazini, let's say labda umeongezewa mshahara au most of the time umeshinda ume lotari umebeti mara ikaingia milioni ishirini ambapo uko excited kwenda kumwambia mke wako ko. Kitu cha kwanza kabisa ambacho kiko kichwani kwako ni kwenda kumwambia mke wako kwamba tayari maisha yetu kidogo sasa hivi yameanza kupata unafuu, nimeshinda hela au nimepandishwa ni cheo. Sasa hizo good news unazipeleka nyumbani, afu unafika nyumbani, unamwambia una mke wako, mke wako, na badala ya kuzipokea kwa furaha na wewe kama jinsi ulivyo na furaha, ghafla na tamana anakuwa shut down anakuambia, afu, unajua wewe uendelee kufurahia hapo, afu nimekutuma maziwa, nakuambia ukirudi uje na maziwa, afu umesahau maziwa, we ni inconsiderate, uh, uh, uh, uh, uh, jali hata, anaunisikilizaje most of the time. Nakwambia vitu kama hivi, ni mara ngapi sana nakwambia uje na maziwa, umekataa, nashangaa. hey, nakupa good news nakupa habari njema kabisa hizi habari, vitu ambavyo ni, ni vizuri kwangu mimi na kwako, lakini still hapo unajiuliza sasa kichwani, lakini still bado haufurahii sasa. Maana yake ni, kwa mtu wa kawaida ambaye hajui siri, anaweza kafikiri labda mwanamke ni ungrateful, haridhiki, hajui anachokitaka au anakuonea wivu au basi tu wamekukasirikia bila sababu ya msingi wanaanza na wao kureact. Unajua mwanamke ni basi tu, yani niko na wewe kwa sababu, yeye anaanza kumblame, ana blame shift, anaanza na mwanamke lakini. Kwa mbaya anajua siri, sisi ndio tunafahamu kwamba hii ni majaribio na ni miongoni mwa majaribio ya mwanamke. Anataka ku test, kuna vitu anataka avipime hapa. Sisi kuna vitu anataka am, ajue kutoka kwako. Kwa nini kama kuna vitu ametega, anataka ajue vitu fulani fulani, mbona? Nitakuja kuambia hivi soon kwa najua hey, nimekusubirisha na muda mrefu kidogo. Sasa hii ndo sababu ya kwa nini mwanamke anakutesta au anakujaribu. Wanawake wanapenda aina fulani ya wanaume ambao wako free, wako huru, si ndio? Wako huru kwa namna gani? Ni kwamba hawana attachment, hawajang'ang'aniwa na, na either ni mali za ulimwengu, ni vitu vya ulimwengu, sijui ni utajiri, sijui ni magari, sijui ni fedha sindio? Sio lawama za watu wengine, kwa sababu ina kuna ina happen kwenye maisha, huwezi ukaishi bila kulaumiwa. Kwo sio lawama za watu labda vinamsumbua, wala sio sifa, kwa sababu kuna watu hata umsifie vipi, si umsifie usimsifie, kwake ni okay. pia na kingine ni kwamba sio approve kwamba, hasa asubirii mtu mwingine amwambie kwamba ulichokifanya ni sahihi, ndio feel kwamba ni sahihi, sindio? na furaha yake haitegemei hivi vitu vyote ambavyo ni haitegemei labda mali, haitegemei fedha, haitegemei approval kutoka kwa mwanamke wake au sifa kutoka kwa watu wengine. Watu wengine wanaomsifia, hapati raha yani, akisikia hivo, kwa sababu deep down yeye mwenyewe ndani ya uvungu wa moyo wake anasikia furaha ambayo si lazima itoke kwa mtu mwingine. Haina source, inatoka ndani yake, ni kitu ambacho kiko ndani yake. Ndo mwanamke anataka mwanaume kwamba mwana. Hata ukimpiga anasimama, anaanguka anaanguka lakini anasimama, wala hata hajali kama amempiga. Ukimkosoa hajali kwa sababu ha, ndani ndani yake ana, ana feel kwamba yeye ni accomplished, ana feel kwamba mimi nimefikia malengo yangu. Haijalishi wewe utanikosoa, utani utanisifu, utani, yote ni sawa. Ukimsifia pia kwa kile, yote ni sawa. So form mfano ambao nimekupa ni kwamba mwanaume ambaye ni sahihi, mwanaume ambaye ni concrete, mwanaume ambaye ni deep down ana, ana iko huru na hana entanglement jashikiliwa na vitu vya ulimwengu especially mwanamke, ni kwamba mwanamke anataka kutest vile na kupima vile, kujua kama kweli furaha yako ni kwamba ume accomplish malengo yako, umefikia malengo yako, umefikia kile umefikia kile kitu ambacho ulikuwa unatamani kukifikia muda wote, si ndio? Na kama umefikia ndicho, je, yeah, unataka mimi nikuambie kwamba ni sahihi ulichokifanya? Je, unataka mimi ni prove kwako kwamba yes ulichokifanya ni sahihi? Kwa sababu wanaume wengi kipindi tunakuwa tumekuwa tukiwa please mama zetu tumekuwa tukiwa tamani kufurahisha mama zetu. Wengine mpaka sasa hivi wanafanya hivyo kitu ambacho si sahihi kabisa. Ndio ulikuwa unafanya kitu ile, mama hapo akwambia, ongera mwanangu, safi mwanangu, nimependa mwanangu. Hasa mwanamke anataka feel kwamba sasa hivi umekuwa kiakili na no, umekuwa kimwili, kwamba una uwezo wa kufurahia mafanikio au kufurahia milestone malengo yako bila kuambiwa na mwanamke wako, sasa hivi nimependa, nimefurahi ndo maana ulivyoleta kuja kumpa story nzuri akakukosoa, nataka ajue, je utapaniki? Uanze kumlaumu uanze kumwambia wewe mwanamke unawivu au mwanamke uh, you know, unapenda na nili, au utatumia humor, utatumia ile utani, jinsi ku flek na kumtoa kwenye kwenye hiyo mood, au kukwepa hayo majaribio yake. Kuna njia nzuri sana ambazo nitakuja kufundisha baadaye za namna gani ya kukwepa majaribio ya wanawake, majaribio kama hayo ambayo umekisha kuona na mengine mengi. Kuna njia nyingi sana mwanamke anakupima kwa kujua, na ni muhimu pia kwake kwa sababu survive au uhai wake unategemeana na wewe pia, si ndio? Ukiwa umelegea legea, ni lele mama, unategemea approval za watu wengine, unategemea watu wengine wa kusifu ndio sikia raha, una una mwenye mwenye, ukikosolewa ukianguka, unashinda kusimama, anashinda kukutrust. Yanataka ufikirie kwamba mwanamke wako wewe ni kama nyumba let's say. Wewe ni kama nyumba kabisa, nyumba ambayo inakuta ina paa nini na ina, ina, ina, ina, kila kitu ndio. Afu kuna vita nje, dunia kweli ni chaos, mambo mengi sana yanaelea nje ya ulimwengu ambao watu hawajui. Leo unaweza ukaamka mzima, kesho ukapigwa risasi kwa chaos. Dunia ni chaos. Mwanamke anatafuta nguzo, anatafuta mtu ambaye atamshikilia, atamground, atam atam, yes, atamfanya ajisikie kwamba yeye ni mwanamke ndio mwimili chuma ambacho hakitikisiki wala nini. Kelele zote ni angels zinazoendelea nje, hazimsumbui aina wewe mwanaume. Nimeelewa asa, mwanamke anapoingia kwenye nyumba yako wa na kukutana na wewe lazima atatest, atakuwa anagonga gonga ukuta, atagonga bati, atagonga paa ili kutest. Je, ikitokea mikiki mikiki mizito, huu ukuta uta anguka? Ndiyo, ndo maana sa alisi hizo test, ndo maana alisia hivyo vimbwanga vimbuanga na wafaya ndo maana alisia hayo majaribio yanakupa yote ni kupima je, uta, utakaa, utasimama kiwima kama mwanaume, utatetereka, utasumbuka, au uta give in kwenye pressure, uta- utalegea, utanyong'onyea, utaanguka, uta, utasubiria mwanamke utachukia, utatetereka, mwanamke wako asipokupa hiyo approval ambao unaitafuta. Mbona vitu kama hivyo, sasa hii video sitaki iwe ndefu, lakini ujue tu hiyo, ndo, ndo, the key ya kwa nini mwanamke wako anakutesa. Sasa kipi tu fanyike kitokea na kutesa, sitaki video iwe ndefu na kurudia tena. Kwa kama ndo first time unaingia kwenye hii channel, like, comment, subscribe. Hili ni kesho nikipost video kama hii, uweze kulike, uweze kuona, na uweze kuendelea kujifunza kuhusiana na psychology ya wanawake kwa sababu hii ni kitu ambacho hakiishi leo au kesho, ni kitu ambacho kinaendelea ku wepo mpaka tunapokufa. Baada ya kusema hayo, peace.